Ni wakati mwingine tena mpenzi mtazamaji, ninamshukuru Mungu kwa sababu ya fursa ya pekee ya kutuunganisha hapa katika kipindi hiki kizuri cha Kivulini, kipindi ambacho kimeendelea kutupa taarifa mbalimbali za idara pamoja na taasisi ndani ya kanisa kwa upande wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Spora Mseli Molontalima, ninakualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naam, um, mtazamaji kama nilivyokuambia, kipindi hiki cha Kivulini tunaangazia kwa upana namna ambavyo idara taasisi zinafanya kazi, changamoto zinazopitia, lakini pia yale mafanikio yaliyopo ndani ndani ya ya idara hizi pamoja na taasisi tunazitazama hapa ndani ya kipindi hiki cha Kivulini. Kwa namna ya pekee leo ninaye mgeni ninaye mchungaji Amos Lutebekela. Yeye ni mratibu wa chuo cha LMS atatuambia kwa upana hiki chuo ni kipi na kina nini ndani yake. Karibu sana mchungaji. Ninakushukuru ndugu mtangazaji na ninashukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji pia. Uh, kama nilivyotambulishwa ninaitwa mchungaji Amos Rutebekela. Kwa sasa nashughulika na LMS, kirefu chake ni Literature Ministry Seminary na kwa Kiswahili ni seminari ya huduma ya machapisho katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na LMS uh, inashughulika na mafunzo ya wainjilisti wa vitabu. mm -hmm, yeah. Naam, kabla hujasonga zaidi uh, umetuambia inashughulika na mafunzo kwa wainjilisti wa vitabu uh, pengine ofisi zake ziko wapi? maana kiukweli, ninaamini kama ambavyo kwangu mimi sio mpya, sio uh, sio kitu ambacho ninakifahamu sana, naamini pia kwa mtazamaji pia angetamani kufahamu, uh, hiki chuo cha huduma za wainjilisti na machapisho kiko wapi? Um, hiki chuo uh, kwanza ifahamike tu kwamba e, shughuli hii ni ni mobile kwa maana ya kwamba E, naweza isiwe mahali pamoja wakati wote mm -hmm. Lakini iko kazini wakati wote, lakini basi kwa mujibu wa kichuo chenyewe cha LMS mahali kilipo e, ni Kiromo Bagamoyo. mm -hmm. E, kwa kusi, kwa union yetu e, Kiromo Bagamoyo ndio ambayo ndugu mtangazaji na tazamaji kabla ya tukio hili la leo la kurekodi mm. kipindi mm -hmm. E, wakati wa kuanzishwa kwa field mpya ya East Coast Tanzania field vikao e, vya union na division viliomba, e, Kiromo mahali ambapo e, chuo cha wanjiswa vitabu kipo, majengo yaliombwa yatumiwe kuanzia field hii mpya iliyoanza kwa hiyo hapo tayari kumeongezewa thamani, maanake ni makao makuu ya fidi mpya. Lakini pia ndipo ambapo pia yalipo, tuseme yani, kituo kikuu cha hiyo shule ambayo umesema huwa inatembea, ina, ina, ina haiko mahali pamoja. Mtangazaji, uh, naomba niendelee kueleza sasa kwamba uh, hiyo ya kituo cha Kiromo Bagamoyo huwa inahusika na wale wainjilisti wa vitabu walio kazini kupata mafunzo kwa kuwakusanya pamoja kadhaa kwa mwaka, kwa mwezi mmoja au siku kadhaa mwezi mmoja na zaidi uh, kwa ajili ya mafunzo yao kabisa ya masomo ambayo yameandaliwa na General Conference na yako katika um, um, madaraja matatu ambapo wakimaliza wanakuwa wamemaliza kiwango cha diploma ya wanjisi wa vitabu ya mafunzo. Naam, mchungaji, kabla ujaenda sana natamani tu, tu, tubakie hapa kuifahamu hapo. Nitakuja kwa uzuri na nitatamani utufafanulie vizuri kwamba ni kina nani wanahusika kuja hapo moja kwa moja, uh, ikiwa ndio kwanza kama hiki chuo hakina muda mrefu sana ninaamini na kama pia kina muda mrefu sana pia, utatuambia hapa kimeanza lini na kilianza na watu wangapi. Uh, sasa kwenye chuo hiki tunakizungumzia sasa kwa union ya kusini mwa Tanzania, lakini uh, umri wa mafunzo haya ni, ni ya zamani eh, tangu elfu mbili na kumi na sita wakati unioni tuko pamoja elfu mbili na kumi na sita kwa hiyo imeendelea hapo kwenye Kiromo Bagamoyo, haina umri mrefu sana e, kwa sababu Kiromo Bagamoyo ilikabidhiwa na na kwenye kwa LMS na Union hii ya kusini mwa Tanzania mm -hmm. Lakini kieleza basi kwamba haya mafunzo ya Kiromo Bagamoyo e, kiukweli yako na mia, mwaka wa tatu lakini mahafari yake ni ya sita kwa unioni yetu kwa sababu tulikuwa tunafanyia kuingineko kabla ya Kiromo Bagamoyo. Na Kiromo Bagamoyo, mahafari ya mwaka ishirini ishirini na tatu tulikuwa na wahitimu wa na waliofunzwa ishirini na nane e, labda na ndugu mtangazaji ni kwamba wanaokuja pale kwa sasa ni wale ambao wako cheti cha tatu au cha pili hatujaanza kuchukua wa cheti cha kwanza mpaka waishe wa cheti cha pili na cha tatu. Hapo ungetuambia kidogo kwa, kwa upana hawa wacheti cha kwanza cha pili na cha tatu tofauti wao ni nini? Ninakushukuru sana. mm -hmm. Uh, cheti cha kwanza cha pili cha tatu ni madaraja ya wainjiswa vitabu. mm -hmm. Wale ambao wako full time wa muda wote E, na labda baadaye pia kwa ruhusa yako nitaeleza, mm -hmm. makundi ya uinjilisti wa vitabu mm -hmm. kwa sasa hiyo kitu inahusu wa muda wote mm -hmm. kwamba hao wa muda wote wako madaraja matatu, wa cheti cha kwanza, cha pili na cha tatu mm -hmm. na mtu anahama kutoka cheti cha kwanza kwenda cha pili kwa vigezo mm -hmm. vigezo vya masaa ya kazi, muda wa kazi na mauzo ndinamfanya ahame kutoka cheti kimoja kwenda cha pili, ambapo kutoka cha kwanza kwenda cha pili, mtu anapaswa awe amefanya kazi kwa miezi mitatu, ambapo atakuwa anapaswa ametimiza sasa yale magoli ambayo yamewekwa na Union okay. kwa mwaka husika. Lakini basi mtu anahama kutoka cha pili kwenda cha tatu anapimwa kwa kufanya kazi mwaka mmoja, nako kuna vigezo vyake vya masaa mangapi na na hivi na mauzo yake kwa mwa kila mwaka. Kuna mauzo kulingana na eh, vigezo vinavyowekwa kulingana na sera ya publishing. Ikiwa mtu haja ame amekaa ndani ya huo mwaka mmoja lakini vile vigezo hajavitimiza, hiyo inakuwaje? Kama hajavitimiza hmm, anabaki alikokuwa yupo. Mm -hmm. Hapandi kwenda juu, lakini pia hashuki. Mfano, kama alikuwa kwenye cheti cha pili, hiyo daraja la pili alafu hakuwa ametimiza yale malengo, anabakia pale pale, hashuki na daraja. Nakushukuru ndugu mtangazaji. Daraja la pili lina, lina, lina a na b. Daraja la pili tunasema huwa kuna daraja la pili kuingia, kwa maana ya kwamba mtu amemaliza miezi mitatu akatimiza vigezo vya kuingia daraja la pili, ataingia lakini ili adumu kwenye daraja, abaki kwenye daraja la pili mwisho wa mwaka, ni mpaka tena au umetimiza mavigezo vinavyomfanya abaki daraja la pili, ambavyo ni vikubwa kuliko vya kuingia daraja la pili. Kwa hiyo kama vile vigezo hakuvitimiza vya kubaki daraja la pili au kwenda daraja la tatu, maana wakati wana mwisho wa mwaka wanapopimwa, wanaoingia wanaoingia wanao cha tatu ndipo wanapimwa pia wanao baki cha pili, na ndipo wanapimwa pia wanao baki cha tatu. Kwa hiyo kama mtu hajatimiza vigezo vya kubaki cha pili, atarudi cha kwanza. Kama mtu hajatimiza vigezo vya kudumisha cha tatu, atarudi cha pili. Hivyo ndivyo inavyokuwa kwenye idara ya uchapishaji kwaonjesa vitabu wa muda wote walio madaraja matatu. Nakushukuru sana mchungaji. Ninaamini mtazamaji umepata nafasi ya kuelewa hayo madaraja ambayo, kiukweli, sisi tukiona wainjilisti tunajua tu mwinjilisti ni mwinjilisti, kumbe na wenyewe wana madaraja yao. Naam, tukiendelea kuisikia sasa Kiromo inavyofanya kazi, ni vitu gani ambavyo uh, vinafundishwa pale, na umetuambia pia watu wanaokuja Kiromo wanakuja mara moja kwa mwaka kwa mwezi mmoja, na hiyo kontenti sasa tunahitaji mtu akitoka hapo. um, asante sana ndugu mtangazaji. Uh, pale Kiromo kontenti e, yake kama ambavyo nimeeleza kwamba ni mafunzo ambayo yame, yameandaliwa na, na, na, na, na general conference ya kanisa la Waadventista wa Sabato, e, makao makuu na kwa hiyo uh, silabasi yake inafanana kote ulimwenguni, kinacholeta tofauti ni lugha tu, kwamba yanapokuja kwa Kiingereza si tunatafsiriwa kwa Kiswahili ili yawafae wa Tanzania. Kwa hiyo pale kuna mafunzo stadi ya namna ya kuwa mtaalamu wa kuwafikia wateja wetu wa mauzo ya vitabu vyenyewe. Hiyo stadi iko pale kabisa kwa uzito mkubwa na kwa ndani zaidi na japo, ndugu mtangazaji, wanakuja wale ambao wametoka kazini, kila anayefika pale anagundua nuru nzito zaidi, tofauti kabisa. Lakini pia tunayo mafunzo kwa ajili ya maisha ya kifamilia. Kwa hiyo maisha ya kifamilia, kifamilia, haya masomo yanamsaidia huyu mwinjilisti wa vitabu kujitathmini kwenye maisha yake na familia yake, lakini kuwa mbaraka atakapotoka chuoni kuwabariki wengine kwa mafunzo hayo. Lakini yako masomo pia yanayohusiana na masuala ya maafya. Ma, ma, ma, ma eh, na inazama ndani kabisa kujifunza habari ya afya na kula, kunywa, kuvaa na kadhalika kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya jamii anozunguka. Mm -hmm. Lakini yako mafunzo kuhusu mahusiano. Eh, ndugu mtangazaji mahusiano kabisa. Mm -hmm. Na iko mambo yanazama ndani hapo, namna ya kuhusiana na mtu mwingine warika tofauti wa jinsia tofauti wa jinsia yako na kadhalika, lakini mahusiano kazini e, kulingana na, na levo mbalimbali mwijiswa mbali, vitabu na mwingizi vitabu mwingizi wa vitabu na mchungaji wa mtaa mwingizi vitabu na mkurugenzi mwingizi vitabu na viongozi wa conference na field. Hivyo mahusiano lakini pia, ndugu mtangazaji, e, yako masomo kuhusiana na haiba, e, monekano. Eh, monekano. <laughs> monekano. Na hii kitu imekuwa baraka mkubwa kwa sababu kila mmoja anatoka amejifahamu yeye ni nani na namna pia kuwathamini wengine, maana haiba tunazo tofauti. Kwa hiyo kwa sababu tuna haiba tofauti, ni vizuri kukubali kuthaminiana, kuvumiliana kwa tofauti za haiba mbalimbali tunazotokana nazo. Kwa hiyo hayo mafunzo na mengine mengi yanawafanya waweze kuwa baraka kwa familia zao wenyewe, lakini kuwa baraka kwa makanisa watakao kwenda kuhudu, kuhudumia na kuwa, kani, kuwa baraka kwa jamii zinazowazunguka kwa hiyo baada ya kufunzwa wao wanakuwa pia wakufunzi baadaye. na na chuo kina uwezo uh, wa kuchukua wa, wainjilisti wangapi kwa msimu huo ambao mnakuwa mko kwenye masomo? Asante sana. Uh, hapo nyuma tulikuwa na changamoto ya ma, mambo ya accommodation kwa maana ya malazi. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua wachache sana, mwaka juzi tulichukua ishirini na nane kwa sababu changamoto za mahali pa kulala. um, mwaka jana tulikuwa na mafunzo pale Kiromo kwa sababu tulikuwa tumewaelekeza watu wajiandae na magoli ya kwenda Baraton kwenye kongres ya division, lakini basi mwaka huu tumekuwa na mafunzo e, mwaka huu tuliboresha malazi e, kiasi ya kwamba hosteli ya wa wa, wa, wa, wa, jinsia ya kike ilikuwa na uwezo wa kubeba watu mpaka ishirini na nane ni kwamba mmeijenga nyie hapo au mnaenda kukodisha mahali? Tumeijenga, yani wanachuo wanalala kwenye hosteli za chuo ambazo tumezijenga na ambazo darasa tunalosomea tumejenga na mahali fulani anaishi mwinjilisti ambaye anaangalia eneo tumejenga kwa hivi. Um, ambayo tulikuwa tunakusudia kujenga sasa mwaka huu mwishoni, kwa ajili ya mwakani, ilikuwa ni hosteli kubwa ya wakiume ambao wao walikuwa na malazi sehemu ndogo. Kwa hiyo ilibidi mwaka huu tulete wanaume wachache na wanawake wengi wenye malazi makubwa, na tukajikuta sasa tuna wanafunzi 43 mwaka huu kwa msimu huu. kwa msimu huu, ukifananisha kwa jinsi ambavyo mlikuwa mkichukua siku za nyuma, ni ongezeko au mko pale pale? Ni ongezeko kwa sababu mwaka juzi walikuwa 28 mwaka huu amekuwa 43 sasa huko nyuma tulipokuwa tunachukua tunakwenda kwenye shule za kanisa, maana tulikuwa na, na, vitu, na kituo cha Kiromo tulikuwa tunaweza kuchukua zaidi kwa sababu tulikuwa na maeneo makubwa ya kula kwenye mabweni ya wanafunzi e, lakini pia kinachofanya tuchukue idadi ndogo ni kwa sababu um, kwe, kuja chuoni uh, haitegemewi na mchango wowote wanayekuja, lakini basi wanjiswa vitabu kwenye mauzo ya vitabu kuna pasenti inayowekezwa kwenye mfuko, kwa hiyo akija halipi karo lakini atalazwa, atalishwa, atanyweshwa maji. Tunakunywa maji special, ya, yale, chupa, yale, ya chupa ya chupa mm -hmm. E, sio ya kuchota kwa vikombe. E, unaweza ukaona mamneno hayo. Kwa hiyo gharama ya kuwatunza sio ndogo, lakini pia tunapomleta tunamlipa nauli ya kuja na kurudi na chakula cha njiani akifika pale yeye anatulia na kusoma. Anatulia na kusoma. Kitu kimewekwa sawa. Kiko sawa. Mm, kwa hiyo ni gharama kubwa mm. Ndio maana tunaleta watu wachache wachache kidogo kila mwaka, ili kuweza kumudu hizo gharama ambazo zinakuwa zimewekwa zimba, kwa mwaka husika. Na ni vigezo gani sasa ambavyo mnavitumia kuwapata hao wainjilisti ambao watakuja sasa? Maana najua hilo sasa linakuwa kama ni kundi maalum. Vigezo viko vizuri, viko kisera Eh, kisera imeeleza vizuri sana. Kwa hiyo anachofanya mratibu wa, wa, wa, wa programu hii wa union ni kupeleka maelekezo kwa wakurugenzi wa idara ya huduma ya uchapishaji wa ma conference na field kwenye union husika, kwenye union eh, kuwaeleza kwamba mwaka huu tunategemea na tunaweka magoli, kwa maana ya idadi idadi wangapi waje kutoka kila kila conference kila field tena kwa jinsia zao e, kwa hiyo tunasema kwamba field fulani italeta wanaume kadhaa, wanawake kadhaa na jumla yake ni kadhaa. Vigezo vyake pia tunawapatia kwamba kwa sababu wa cheti cha tatu hawajaisha, field au conference italeta cheti cha pili uh, ikiwa cha tatu wamemalizika kuja. Kwa hiyo okay. kwa... Kwa maana hiyo hatutegemei pale kwamba kuna mwinjilisti wa cheti cha kwanza atakuja kuelea kwa mafunzo ya Kiroma atakuja wakati tumemaliza wa cheti cha tatu na cha pili walio, walio kazini, ndipo tunaanza kuchukua cheti cha kwanza walio kazini ambao hawajaja kwenye mafunzo na na. Vipi umeona sasa mafanikio na mwitikio wa kozi hizi ambazo mmezipata kutoka kwa wainjilisti hao ambao mmewapa huduma hiyo? Mafanikio ndugu mtangazaji, ni makubwa na mwitikio ni mkubwa mno mwitikio wenyewe ni kutoka kwa hao wametoka kwenye mafunzo. Mwitikio ni mkubwa kwa sababu inawapatia hamasa, uchangamfu na ari ya kazi, na mafanikio yanakuwa makubwa kwa sababu wale yule ambaye ametoka huku kwenye chuo, hata mtindo wake wa utendaji na maisha unaboreka unaboreshwa zaidi kuliko ule ambaye hajaja chuoni kwa sababu yale mafunzo yanamtengeneza eh, kuwa namna fulani ambayo inaweza nimezungumza nime kwa mtangazaji, kwamba yanampa hata mahusiano yaliyo bora zaidi na watendakazi wenzake, walevo zote kwa sababu yale mafunzo ambayo ameyapata kuliko hapo nyuma. In fact, tuseme tu kwamba huwa kuna tokea shida kati ya mahusiano kati ya mwinjilisti na mchungaji kwa sababu ya uelewa tofauti au kutokuwa na uelewa sahihi juu ya mahusiano yao kwamba wote ni watendakazi shambani mwa Bwana wanapaswa kuthaminiana, kupendana na kila mtu kumtakia mema mwenzake. Kwa ndugu mtangazaji wanapotoka hapo kwenye mafunzo, ule uhusiano wao na wachungaji unaboreka zaidi, maana hapo nyuma hayo mambo yalikuwa hayako kwao vizuri. Maana huko nyuma mtu akijitoa kuingia kwenye usha vitabu, anapata mafunzo tu ya namna ya kuitenda kazi. Eh, kutoka kwa mkurugenzi wa kanda au mkurugenzi wa field kwa napokuja huku wanazama ndani, kumbuka ni diploma ndio. Kwa hiyo e, kozi hiyo imesheheni vitu, ziko kozi kozi tano mara tatu kwa siku wana, wana, wana, wana soma, ma, m, vipindi vitatu aa, kwa siku kunakuwa na vipindi vitano, vipindi vitano, vipindi vitano kwa siku mm -hmm, ambavyo sasa ukijumlisha kozi nzima inadumu kwa mwezi mmoja hapana. Kozi moja inadumu kwa siku mpaka kumi, kozi moja maana tuna, tuna, tuna utangulizi, tuna msingi, tuna kati. Kwa hiyo kati ina masomo, ina masomo yake, utangulizi na masomo yake kati, ina masomo yake na mitihani yake, kila daraja la mafunzo, na hii intermediate ambayo ndio ndio samani, ndio, ndio, ndio kati hiyo kuna utangulizi msingi, kati na kimaliza, haya ndio tunasema amemaliza diploma ya mafunzo ya chuo cha mwandishi wa vitabu. Ah, kwa kweli yani na, na, na, najaribu kuwaza kwama vile naona kama mda unakuwa ni mchache sana, alafu kile wanachokipata ni cha, cha faida sana, kwa sababu ma, maeneo mengine tumezoea diploma mtu lazima asome miaka sio chini ya miwili au mitatu, lakini hawa wanasoma ndani ya mwezi mmoja na bado wanaondoka na diploma mm. How, na mmepima me, mkaona kwamba huo muda unatosha, au ni kwa sababu tu ni hapa mwanzo, siku za usoni mtaongeza kidogo muda? Uh, ndugu mtangazaji, ili muda utoshe ni wangekaa miezi mitatu kama ni muda utoshe, lakini huo, hapo kwa mwezi, mwezi mmoja na siku kadhaa, wanabananishwa vipindi vinabanana E, kwa hiyo kwa kweli hata wanakiri kwamba mambo yana banana lakini tunawaendesha vizuri kiasi ya kwamba akitoka wako sawa. Basi pasta, mimi ni kushukuru sana kwa sababu ya wakati, tunaweka nukta hapo tumeishia kutazama hivyo, na pengine sasa juma lijalo tutapokutana hapa ulituambia una makundi yale ya wainjilisti, na baada ya hapo tutatamani kuona kwamba je mmekutana uh, na changamoto gani katika kufanikisha haya, lakini mnatarajia nini kwa siku za usoni? Kwa sababu mimi najua kundi la wainjilisti wa vitabu ni kubwa sana. Hawa arobaini na tatu tu ambao mmeweza kuwafikia yani ni kama hata nukta eh, ya kundi zima ambalo linafanya kazi hata tu kwa upande huu wa Union ya kusini mwa Tanzania. Na hivyo basi, Mchungaji, kabla hatujaondoka, ni kualike utulete ombi la kufunga ambalo ndilo litakuwa linatufikisha mwisho wa kipindi chetu kwa juma hili. Asante sana. Tuombe. Baba yetu mtakatifu ishie mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna mekoa pamoja nasi katika kipindi hiki. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye tunabarikiwa pamoja na kipindi hiki, tunapokuwa tunaelewa upana utendaji wa mwinjilisti wa vitabu na mafunzo yake pia. Sasa endelea kubariki Uh, programu hizi zinapoendelea kuwa mbaraka mkubwa wa kutawanya machapisho kwa jamii, kwa ajili ya masomo ya kiroho, kijamii, kifamilia na neema yako wezi kuponya nasi katika programu hizi, katika jina la Yesu, amina. Amen. Pasta, Bwana akubariki sana, nikutakie majukumu mema, tukutane tena juma lijalo. Amina sana, asante. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni imani yangu kwamba umepata wasaa mzuri wa kuangalia utendaji wa chuo hiki cha kozi za huduma za uinjilisti eh, LMS ambacho kiko pale makao yake makuu hapo Kiromo. Tumesikia tu kwa uchache. Tumefahamu mambo mengi yanayohusu sasa. Hivyo basi nikualike tena juma lijalo, tutakuwa na nafasi nyingine ya kumsikia mchungaji Amos Lutebekela ambaye ndiye mratibu wa chuo hiki. Atatueleza uh, mipango yao ya baadaye na mambo mengi yanayohusu chuo hiki. Nikushukuru sana na nimshukuru pia Daniel Mbonea ambaye amekuwa kwenye kamera kuhakikisha mimi na wewe tunakutana hapa na kupata habari hizi nzuri. Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Media STU, Ninaitwa Spora Mseli Molontalima, ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwa heri, na Bwana akubariki.